Ane uh, <hi> hey. Alafu mwanangu apafanya mpango upate hata feni. Kuna afu joto nani kwako kubaya. Unajua mtu akikuona nje hivi anaweza akajiona kachumba na sebule, na kuna kachumba kimoja na choo ndani na mali zako zote, yaani ukifungua macho tu unaona mali zako zote Mungu alizokujalia. Sasa tafanyaje? Sisi sina pa kwenda aa <laughs> alafu ujue nini mwanangu e, wakati leo usiku nimelala hapa chini hapa, nimeamka mgongo unaniuma na kwenye magoti kunauma. Kwa hiyo kama vipi leo usiku tutaala wote kitandani, la mimi nitaala kule mwanzo kule, afu shemeji ataala tukatikati hapo, utaala huko kwenye ubao <laughs>

kuondoka afu kupigia simu upokee, okay, message ujibu. Kwa nini hivi Adamu? Unanichukuliaje kwamba unakuja muda unaotaka wewe, unaondoka muda unaotaka wewe, na kuniaga uniagi. Ah mister kusikia, naomba urudi sasa hivi hapa nyumbani sasa hivi, nakuhitaji kuhitaji. mm -mm. Sitaki maelezo, naomba urudi, enda kupa dakika tano tu, huo umeshafika nyumbani, la sivyo uja uchukue nguo zako ukae huko huko Sinchanganyi saizi haiwezekani. Wee unaondoka from nowhere, mi sijui, sielewi. Uniagi uniambie, na kupigia simu upokee, meseji hujibu, sami nijue nini? Nimesema naomba urudi sasa hivi, sitaki shida, sitaki maelezo. Wengi Kisa ah, ni wewe tu kupenda hizo ni wengine wanalia kwenye giza. Ah, shemeji, sasa hiki ni kiakiba changu ambacho nilikuwa nimekihifadhi na kwa kuwa sasa hizi mume wako hawezi kukuhudumia basi, wacha mimi nichukue nafasi yake. Hii elfu kumi utanunua chakula unachokipenda na kupika leo eh. Ah, shemeji, hata usijali wala usisumbuke, amekwama tu leo lakini atanipa. Chukua shemeji. Anaweza akaendelea kukosa kila siku yule yule. Asante ah, sasa mimi kiukweli, sivutii kabisa na yale matambara yako ambayo umekuwa unayavaa, na najua yule ndo anakununulia. Ah, chukua hii pesa, utaenda kununua nguo nzuri ambazo zinakupendeza. Adam, kwa nini umebadilika sasa hivi? Hmm? nakupigia simu kutwa nzima upokei message, haunijibu yaani, toka tulivyolala mimi na wewe hata sikuelewi sasa hivi. Yaani umebadilika. Una shida gani? Mimi sina shida yoyote. Sema ni vile tu, labda mdomo unanipigia simu yangu inakuwa imezima chaji, hamna shida. Wewe unaona tunavyoishi hivi ni sawa? Hebu niambie nifanye kitu gani ili ujisikie kwamba mimi ni wako peke yako. Adam, nachokitaka mimi naomba utafute kazi ya kufanya. Mimi nipo saluni, wewe unafanya kazi, ukipata hela kidogo na mimi nikipata, tunaongezea, tunaenda mbali. Habari ya kukaa kila siku nanitegemea mimi? Hiyo kazi sitaki hivi mpenzi wangu. Kwa namna ambavyo unaniona hivi, mimi ni wa kufanya kazi huko nje kwa sababu ukitoka huko nje, kazi unazoweza kuzipata ni hizi, sijui bodaboda, sijui ufundi, sijui ufyatowa matofali. Hebu angalia mikono yangu ilivyokuwa laini, leo hii nikaanza kushika mapikipiki? Mimi mi siwezi bwana kufanya kazi ngumu hivi. Adamu, hii mikono yako unashindwa hata kufanya kazi ya kucha, ukapaka rangi kwenye kucha, unashindwa? Mwanaume mzima unasema uwezi kufanya kazi ngumu, kweli? Hey, unanishangaza. Basi sawa Mi nitatafuta kazi lakini sio hiyo kupaka watu kucha zao rangi, kwa ana ukurutu au wow. Siwezi kwenda mtu kajikuna huko, mi ndo nije nimtafishe kucha mm. Sawa wewe, utaniambia ukipata, lakini hapa hamna kukabila kazi asipo. Anaomba hela kidogo, kuna sehemu niende? Adamu, unaanza habari za kuomba na hela? Ndio maana nakwambia tafuta kazi ufanye. Mbona umegani umekaa tu hapo, kila siku unaniomba mi hela, yani mimi ndo nikulishe nikuvishe kila kitu mimi? Ah, unanichosha bana, kila siku unaomba hela, kila siku wewe hapana, kwanza unaenda wapi? Kwa rafiki yangu. Rafiki yako nani? Bobdeo. Bobdeo ndio huko unapolalaga kila siku si ndio? Lakini kule mimi ndo najisikia raha nikiwa kule hivi. Adam, kuna faida gani ya mimi kumfukuza Sakina? Mimi nimemfukuza Sakina ili mimi na wewe tuinjoyi mundani, tukae tuongee, tule tucheke, na wewe unaniambia unaenda kwa Bobdeo, unaenda kulala huko huko. Hapa leo hamna kwenda. Basi sawa, mi nitalala hapa leo eh. Ulali tu

Mume wangu vipi, mbona unawaza sana? Najua Adamu ni mtu mzima na anajua anachokifanya, na inawezekana pia akawa ameamua kutupisha, na si tupate muda wetu wa faraga. Mke wangu angenipiga basi hata simu, lakini hakupiga simu, na kwenye simu pia hapatikani Naelewa, lakini mi naona kama kungekuwa na tatizo ungejua tu. Inawezekana ametoka hata ameenda kwa rafiki zake wengine huko, alafu mi nadhani muda tungeutumia kuenjoi. Kwanini tunaanza kwenye kupisha tu? wenda amepata ajali, amepata tatizo, tusifikirie jambo moja. Mke wangu wa yule ni binadamu, lazima atoe taarifa hata kama amepata dharura yoyote, lakini hapatikani mi mme wangu atasiamini. Kama ana tatizo... na unajua mi nawe tuna muda mrefu hatujakutana, ni zaidi ya miezi minne sasa. Kwa hiyo nadhani tungetumia muda huku wa faragha. Mme wangu unajua, si ni wanandoa. Mke wangu, hata mi pia nimekumisi sana, lakini tu rafiki yangu ndo ananipa presha Na lala hapa mgombo, kulala chini. Mimi nimeshachoka. Umenipa pressure ndugu yangu. wangu. simu upatikane uje tumie hata SMS. Nenda kazi mtaa, bibi. Ah. Ah. Usiseme mtaa, bwana mimi naogopa kulala giza. Sasa unaogopa kati uko watatu hapa? Mimi naogopa bwana. Ah, basi njoo lale kwa huko nikukumbatie. Nenda kazi mtaa, achana naye wewe. Ah, uh, uh. Ah, pumzika. Ah.